Bwana Yesu asiwe sana, ninamshukuru Mungu sana kwa kibali ambacho amenipa tena siku ya leo sasa. Leo hatuna mambo mengi sana, tutaenda kujifunza na kuhitimisha somo ambalo tulianza nalo. Kitu cha pekee kabisa ambacho tunahitimisha katika ujumbe wetu unaosema usiwe na moyo wa kisasi, tuliweza kuona mambo mengi, tuliweza kuona vitu vingi katika eneo hili, tukaona mambo ya kuzingatia ili usiweze kuwa na kisasi vilevile vile tukaona matokeo ya kutokua na kisasi. Lakini leo tutaangalia vitu vichache, tutagusia vitu vichache kulingana na Roho Mtakatifu ambavyo amenipa na vile ambavyo atavifunua wakati huu. Bwana Yesu asie sana. Tunatakiwa kutambua katika maisha yetu ya kwamba roho ya kisasi ni mzigo ambao unaweza kuharibu maisha yako kabisa na sio kutengeneza Lazima tutambue ya kwamba roho ya kisasi katika maisha ya mwanadamu ni mzigo kamili ambao unaweza haribu maisha ya mwanadamu na sio kutengeneza. Ijapokuwa wengi huwa wanafikiri ya kwamba kisasi ndio kitazalisha matokeo mazuri au zita, kitazalisha maendeleo katika eneo ambalo anataka kulipa kisasi. Hakuna maendeleo katika eneo hilo lakini ni mzigo ambao utaharibu maisha yako kuanzia maisha ya kiroho pamoja na maisha ya kimwili maisha ya kiroho unapofika mahali unalipa kisasi maana yake umetenda dhambi na kimwili hasara yake kisasi unaweza ukapiga mtu kaua unaweza ukamfanyia mtu kibaya akakushtaki ukafungwa kwa sababu ya nini ya kisasi hata kama alikukosea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 watu wengi leo hii, tunajua ya kwamba mizigo tu labda inayozungumziwa hapa inaweza ikawa ni dhambi, inaweza ikawa ni magonjwa, inaweza ikawa nini, lakini mizigo yote wanayojua ni mizigo ambayo inaweza ikaathiri maisha yako, hiyo inaitwa mizigo. Sasa Yesu anatukaribisha tuje kwake wale ambao tunasumbuka na tunaolemewa na mizigo hiyo, kwa sababu nira yake ni nyepesi tukae kwake, tujifunze kwa kwa yeye, ni mpole na mnyekevu wa moyo. Kuna watu wamefungwa nira na hizi roho ya kisasi. Tunaposema nira, ni kama kufungamana na kitu fulani. Kwa wale Wasukuma na wale wa wakulima wanaotumia mifugo, tunajua sisi kwa upande wetu tunahitaga joke la kuwavalisha ng'ombe wawili, alafu unafunga na jembe, wanatembea pamoja, tunalima hiyo ni nira. Maana yake nini? Hawa ng'ombe wamefungwa wawili, huyu hawezi kwenda kulia na wala hawezi kwenda kushoto. Ili waweze kwenda sambamba, lazima waelekee mwelekeo mmoja pamoja. Wakitaka kunja kona, basi wakunje kona pamoja. Sasa kuna watu wamefungwa nira ya namna hiyo, pamoja na roho ya kisasi, wanaenda nayo sambamba, wakikata kukona na kona na yenyewe na, na, na, na nakata kona wakipanda juu na yenyewe nakipanda juu, wamefungamana na hii nira. Sasa Yesu anatukaribisha tuweze kutua hii mizigo, tuweze kutua huu mzigo. Ni mzigo mbaya sana, na umejeruhi watu wengi sana, na umeharibu maisha ya watu wengi, umeharibu ndoa za watu, umeharibu familia za watu, umeharibu hata huduma wakati mwingine umeharibu watumishi wengi. Kwa watu wa Mungu, tunatakiwa kuelewa ya kwamba roho ya kisasi ni mzigo kamili ambao unaweza ukaharibu maisha yako na unaweza ukaharibu maisha yangu vilevile vile. Lazima tulielewe hivyo. Mzigo huo wa kisasi hauna faida katika maisha ya mwanadamu, zaidi ya yote ni hasara na majuto. Baadaye utalipa kisasi, alafu baadaye utajuta, utajuta kwa nini ulifanya hivi, utajuta. Kwa wakati huo hauna muda wa kutengeneza tena. Kuna watu wamebaki na maumivu kwa sababu ya visasi. Ni afadhali ukatenda mema kwa namna unavyoweza. Mtumishi mmoja akaimba vizuri kabisa, ujumbe mzito, akasema: ulipotamani kutenda mema kwa mtu ambaye ulimchukia, ulishindwa kwa sababu wakati huo hayupo. Watendeni mema watu wakiwa bado wanaishi wakiwa hai, niambieni. Alimba wimbo kuna watu wengi walitamani watende mema kwa watu ambao walilipa visasi kwao, lakini wakajikuta tayari walishaondoka hawapo. Kwa hiyo kinachotokea ni nini? Maumivu. Wanandoa alitamani wafanye mazuri, lakini sasa hivi walishatengana kwa sababu ya visasi. Anakuja kukumbuka ningefanya hivi, ningefanya hivi ndoa yangu ingekuwa salama, wakati huo tayari walishavurugana. Mna mwingine sijui walishapeana na siju, walisha walisha taraka mmoja wapo hana habari tena, mmoja wapo ndo anakumbuka, ningefanya ah, ningefanya ya yanini yote. Yakobo sura kwanza mstari wa 20 neno la Mungu linasema kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Hii roho ya kisasi ni matokeo ya kutokutenda haki ya Mungu katika maisha yako. Kwa nini imezungumza hapa hasira? Nilisema ya kwamba hasira ndio chanzo cha kulipa kisasi. Unapokuwa na hasira ndani yako kinatengeneza kitu uchungu. Na ukishatengenezwa uchungu kinakuja kitu kinachosema ya kwamba kulipa kisasi. Kwa hiyo hasira ya mwanadamu haitendi haki, siku zote huwa inatengeneza shina la uchungu, na ilo shina la uchungu linapelekea mtu aweze kulipa kisasi, ambacho hicho kisasi inakuwa ni baraji jingine, linakukosesha na mungu wako, linakuweka mbali na mungu wako, linakutengenezea uadui na mungu wako, na itakuletea maz madhara. Maana yake unapokuwa na hasira ndani yako unabeba mimba ya madhara ambao utakapojifungua unajifungua madhara vilevile vile, tumalizie katika Mithali 14 msali wa ishirini na tisa na 30 neno la Mungu linasema hivi asiye mwepesi wa hasira ana fahamu nyingi, bali mwenye roho ya hamaki hutukuza upumbavu moyo ulio mzima ni uhai wa mwili, bali husuda ni ubovu wa mifupa. Maana yake hasi, unapokuwa na uwezo wa kuzuia hasira zako, ufahamu unakuwa nao mwingi. Ndio maana Biblia ikatuweka wazi, ni kweli mwanadamu ameumbiwa hasira, ana hasira hata, vilevile vile Mungu ana hasira, lakini hasira ya Mungu inatenda iliyo haki, kwa mwanadamu hasira yake haitendi haki. Ndio maana akasema kuwa na hasira lakini jua lisichwe, hiyo hasira iwe imeisha. Huo ndio usalama wako nje, na hapo hasira ya mwanadamu haitende haki. Maana yake ni nini? Nini? Sasa unahitaji ufahamu wa hali ya juu na maarifa ya kiungu, tena sio maarifa ili mradi maarifa, na msaada wa Roho Mtakatifu ndani yako ili usiwe na moyo wa kisasi lazima tutambue hilo na tuelewe hilo na tulifahamu hilo ya kwamba tunatakiwa kutembea katika njia iliyo njema ya kutokuwa na visasi ndani ya mioyo yetu. Sasa kutokuwa na moyo wa kisasi kunaleta afya njema kuanzia kiroho kiroho mpaka kimwili katika maisha yetu. Lakini roho ya hasira au roho ya kisasi inaleta uzoofu na ugonjwa kuanzia kilo mpaka kimwili. Kuna mtu, mtu akikosewa atatembea njia nzima anaongea, unaweza kashangaa huyu mtu kuna nini kimemkuta, anajiongelesha mwenyewe, kumbe vinavyoongea ni, ni visasi.